Namba nne, njia nyingine ambayo ingeweza kutumika, bunge linaweza kuto kuupitisha mswada husika. Hiyo ni argument humu ndani bungeni. Kazi yetu ni kujadili, si kubaki kuzomea au kufanya vyovyote vile. Kwa hizi ni hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa muda wowote, bila kujali kwamba mswada uliokwisha ulishakwisha pitia kwenye kamati na spika kutaarifu kutaarifiwa na mwenyekiti wa kamati kuwa kamati yake imekamilisha kazi na umepangiwa muda wa kujadiliwa. Aidha, miswada kuletwa kwa haki kwa hati ya dharura ni utaratibu wa kawaida. Hatua nyingine zote hufuata, isipokuwa kama mkutano huo huo mswada husoma mara ya kwanza na hatua zake zote. Huu ndio utaratibu. Hili limefafanuliwa kwa kina kwenye kanuni ya themanini kanuni ndogo nne mpaka ya sita. Kanuni ya themanini kanuni ndogo ya tano imeeleza wazi kuwa hati ya dharura haiwezi kukubalika hadi kamati ya uongozi ikubali na iridhishwe na sababu za kuiwasilisha miswada hiyo kwa hati ya dharura. Katika miswada hiyo yote yali hayo yote yalifanyika. Spika alitimiza wajibu wake kupeleka miswada hiyo kwenye kamati ya kudumu ili waifanyie kazi kwa maana ya kualika wadau na kushauriana na serikali. Katika hatua hii mswada ungeweza kukataliwa kwenye ngazi ya kamati na spika kuelezwa sababu za kukataa. Mheshimiwa wabunge, hoja kwamba wadau au semina ilikataa miswada hii isiwasilishwe bungeni haina nguvu kwenye kanuni zetu. Kwa mujibu wa kanuni ya 84, kanuni ndogo ya pili, kamati hupokea maoni ya watu wengi. Baadaye kamati ina wajibu wa kuangalia maoni hayo kama yamesaidia kuuboresha mswada. Taarifa ya kamati haifungwi na maoni ya wadau au lobbyist. Kilichofanyika na wenzetu ni kusudio la kuvuruga taratibu za bunge kwa makusudi na kwa lengo la kuleta fujo. Kama ambavyo nimeeleza, kamati zote zina wabunge wa aina zote. Kama kuna hoja, miswada inaweza kubadilishwa na hata kuondolewa kwa ngazi ya kamati. Vile vile, mswada ukileta bungeni, zipo kanuni zake za kuondoa, kama ambavyo nimeeleza hapo juu, lakini si kwa utaratibu huu ambao umefanywa na wenzetu. Fujo daima haijengi. Naomba Watanzania tujifunze kufata taratibu. Unaweza kufikia malengo yako bila kujidhalilisha au kujaribu kudhalilisha watu wengine. Waheshimiwa wabunge, kwa muda wote huu mimi nimekuwa mtu mvumilivu, nikiamini kwamba sisi wote ni waheshimiwa, tuna uwezo wa kuona kwamba hapa pana utaratibu. Lakini vinginevyo, inafika mahali si sahihi kuzuia kazi za serikali. Kwa hiyo waheshimiwa wa w Bunge, napenda kuwafahamisha kuwa baada ya kushitisha shughuli za Bunge siku ya Alhamisi niliitisha tena kikao cha kamati ya uongozi ili kujadiliana kuhusu hali iliyotokea Bungeni. Na hapo kambi ya wapinzani walikataa kuhudhuria hicho kikao, lakini wale waliohudhuria kwa akidi ya, ya kamati walikuwa wengi, na baada ya majadiliano ya kina wajumbe wote waliohudhuria waliafiki kuwa Bunge liendelee na ratiba yake kama ilivyopangwa kwa kwa mujibu wa maamuzi. Wa, wa, wa, wa tuliofanya jana ni kwamba wale wote mbunge aliyesimamishwa kazi atato, atatoka katika bunge na hataingia tena katika sehemu yoyote ya ukumbi wa bunge na maeneo ya bunge kwa muda wote atakapokuwa amesimamishwa na atalipa nusu mshahara na nusu posho zinazoambatana na mshahara huu. Katibu. Mwongozo wa Spika. Mswada ya sheria ya serikali. Mwongozo wa Spika. Mswada ya sheria ya petrol wa mwaka 2015 yaani, the Petroleum Bill 2015, kusomwa mara ya pili. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, achukue majina ya watu wanaoleta fujo Mheshimiwa ndani. Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker.